Kuna nyakati marafiki walikosa chakula na mfukoni hawakuwa na hata mia mbovu. Ilikuwa vita ngumu kwao kuipata shilingi kwa wakati huo, ila waliibuka mashujaa bila kutarajia. Katika nyakati hizo, kutokana na zile stori ambazo walianza kuzipiga, ghafla tu waliacha kuzungumzia kuhusu bili walioacha kwa mama Amina pamoja na yale madeni ambayo yapo juu yao kwenye lile daftari la kudumu la yule mangi wa mtaa wao ambaye hakuwa na jambo dogo kwenye suala la kudai chake. Si unajua tena, linapofika suala la mkwanja, zile stori za kurudishwa nyumbani kwa kukosa ada hizo walisahau. Unajua walikuwa wanazungumza kuhusu nini wakati huo? ilikuwa ni namna watakavyotesa kwa kula vizuri pindi watakapopata fedha ambazo walizikosa wakati wakiwa na njaa. Hizo stori za misosi mizuri zilipigwa mchana mpaka jioni, hakuna ambaye alifikiria kwamba wamekosa chakula, bali hesabu zao ilikuwa, wakipata fedha lazima wale kile wanachohitaji na sio kile wanachokipata hivyo tu basi, na kesi yao ikafungwa mazima. Unakumbuka ndani ya kikosi cha Yanga kuna beki wa kazi ambaye ya alikuwa akipewa penati kupiga anapaisha, na wenzake wakiwa kwenye stori wanamkumbusha jambo hilo la kukosa penati, kisha wanacheka na kufurahi ili kujengana kwa wakati ujao kuwa bora zaidi. Huyo mwamba kwenye mchezo mmoja wa ligi uliochezwa uwanja wa Azam Kompleksi, Yanga walipopata penati iliyosababishwa na Jia Anebaleke, alionekana kutaka kupiga penati hiyo mpaka nahodha wa Yanga Bakari Nondo alipomwondoa kwenye eneo hilo la kutaka kupiga penati. Mwisho, penalti hiyo ilipigwa na Azizi Ki ambaye alipachika bao kwenye mchezo huo. Na unajua Nondo alipohojiwa kwa nini alimzuia beki huyo kupiga penalti, jibu lake lilikuwa ni nini? Alijibu kwa utani akiwa na furaha kwamba alimwambia tukikupa upige penalti tunaweza okota mpira manungui, kesi ikaisha. Anaitwa Ibrahimu Baka, beki wa kazi ambaye kwenye eneo la ukabaji yupo imara, na akipewa jukumu hilo la kuanza ama aanzie benchi lazima utafurahia utendaji wake kazi makini, kwa kuwa anafanya ushirikiano mkubwa kwenye kukaba na kutimiza majukumu yake ya kishirikiano na wachezaji wenzake ndani ya uwanja. Rekodi zinaonyesha kuwa msimu wa 2022-2023 beki huyo alipata nafasi ya kucheza mechi kumi na moja za ligi akikomba jumla ya dakika 761. Hakuingia kwenye orodha ya nyota waliofunga bao wala kutoa pasi kulingana na eneo ambalo yupo kwenye majukumu yake, na Yanga ilitua taji la ligi kuu Tanzania bara. Katika mchezo wake wa kwanza msimu wa 2022-2023 Bacca alikomba dakika tisini mazima. Ilikuwa mchezo dhidi ya KMC uliochezwa uwanja wa Mkapa, ilikuwa ni Oktoba 26, 2022. Na, na, na, na pilato wa mchezo huo alikuwa ni Elisasi. Katika mchezo huo baada ya dakika tisini ubao ulisoma Yanga moja sifuri KMC. Pointi tatu zilikuwa mali ya watoto wa jangwani mazima. Baka alipewa majukumu pia ya kupiga faulo kwenye mchezo huo, alifanya hivyo dakika ya kumi na mbili, ishirini na tisa, arobaini na nne, na arobaini na nane pia kwenye uwanja wa CCM Kirumba walipocheza na Kagera Sugar shuga, ambapo baada ya dakika tisini ubao ulisoma Kagera Sugar sifuri moja Yanga. Aliingia kwenye orodha ya wachezaji walioonyeshwa kadi muamuzi ya njano na mwamuzi Ramadhani mwenye mkuu, ilikuwa dakika ya 63 baada ya kucheza faulu, na kwenye mchezo huo rekodi zinaonyesha kuwa alikuwa hatari dakika ya 6 arobaini na nane sitini na sabini na sita pia elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne ni mechi ishirini na moja alicheza Baka ambapo hapo alikuwa amejenga ushikaji mkubwa wa kuanza kikosi cha kwanza akitibua rekodi zake yeye mwenyewe ambazo aliziweka msimu wa 2022 2023 ambapo alikomba dakika chache uwanjani. Msimu wa 2023 2024 alisepa na jumla ya dakika 1788 mazima ndani ya uwanja mchezo wake wa kwanza kwenye ligi ilikuwa dhidi ya KMC uliochezwa uwanja wa Azam kompleksi na mwamuzi kwenye mchezo huo alikuwa ni Shomari Lawi. Mchezo ulichezwa Agosti 23, 2023 baada ya dakika 90 ubao ulisoma Yanga tano sifuri KMC katika mchezo huo Baka alikomba dakika tisini mazima na Yanga iliandika rekodi ya kupata ushindi mkubwa kwenye mchezo wa kwanza wa msimu, na mwisho walitua taji la ligi kwa mara nyingine tena, na Baka akiwa ndani ya kikosi cha Yanga, kama ambavyo aliingia kwenye orodha ya wachezaji walioonyeshwa kadi ya njano. Kwenye mchezo wa msimu wa 2022-2023 dhidi ya Kagera Sugar, rekodi hiyo ilijirudia kwa mara nyingine tena msimu wa 2023-2024, ambapo kwenye mchezo uliochezwa uwanja wa Azam Complex, alikutana nacho kwa kuoneshwa kadi ya njano. Hiyo ilikuwa ni Mei 8, 2024, dakika ya 88. Beki huyo alionyeshwa kadi ya njano na mwisho ubao ulisoma Yanga moja sifuri Kagera Sugar. Pointi tatu zilikuwa ni mali ya Yanga mazima kwa msimu wa 2024 25 na beki huyo ameandika rekodi mpya kwa kuwa beki namba moja mwenye mabao mengi ndani ya ligi akifikisha mabao manne kibindoni. Na katika mabao hayo kuna bao la mkono wa maajabu alifunga dhidi ya Tanzania Prison. Bao la kwanza Bacca alifunga kwenye mchezo dhidi ya Ken Gold, mchezo uliochezwa uwanja wa Sokoine Mbeya, na Wilo lilikuwa bao la ushindi ambapo Yanga walisepa na pointi tatu mazima ugenini. Alipachika bao hilo dakika ya kumi na nne kwa pigo la kichwa akiwa ndani ya kumi na nane. Timu nyingine ambayo ameifunga ni Pamba Jiji, ilikuwa uwanja wa Azam Complex, huku Tanzania Prison ikifungwa mabao mawili na beki huyo wa kazi kazi ndani ya kikosi cha Yanga kwa mujibu wakafu, wa kafu baka ameletwa duniani Novemba kumi na mbili elfu moja mia tisa tisini na saba. Ni miaka ishirini na nane anayokuwa sasa. Baada ya miaka kumi kwa neema ya Mungu beki huyo atafikisha miaka thelathini na nane. Ni beki wa kazi kazi ndani ya kikosi cha Yanga. Mwamba alikuwa anatajwa kuwa kwenye rada za timu mbalimbali Afrika, na miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinatajwa kumfuatilia kwa ukaribu ni watani zao wa jadi Simba, ambao hawa walikuwa wanatajwa kuitaka saini ya mwamba huyo ambaye aliwahi kugomea kwenda kucheza na Mungo kwa kueleza kwamba yeye alikuwa anaamini ana uwezo kucheza timu kubwa na akafanya vizuri tusubiri na tuone ni nini ambacho kitatokea kwa mwamba huyo. Atazidi kuwa ndani ya kikosi cha Yanga ama atapasua anga kwenda nje za nchi kimataifa ama wataniza jadi watambeba na kuwa ni mali ya Simba? Sauti ya Lunyamadi Zomliuka, a boy from Jombe, blessed to be